Kila siku umekuwa ukisikia watu wanasema nafanya kazi mtandaoni, nalipwa na, na wazungu na, na wewe unajikuta unatamani kuweza kuanza ulipwe na wewe mtandaoni. Unapojaribu kufungua kompyuta ama simu, unachanganyikiwa haujui wapi pa kuanzia. Je, uanzie Upwork ama uanzie Fiverr, uanzie Instagram ama uende wapi? Matokeo yake unapoteza miezi sita kuweza kutazama video za YouTube bila hata kuweza kuingiza senti tano. Leo nataka niweze kumjibu mwenzetu mmoja ambaye ameweza kucomment ama kuuliza. Nahitaji kuwa freelancer lakini sijui pa kuanzia. Sikiliza. Freelancing sio uchawi na wala sio bahati nasibu. Ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Sasa leo nitakupatia ramani ya hatua tano. Tunasema five step roadmap. Kama utazifuata hizi kuanzia leo na kuhakikishia ndani ya siku 30 utakuwa tayari umepata mwelekeo. Ama umejipatia mteja wako wa kwa kwanza. Video hii imejaa madini, hakikisha hauskipu hata sekunde, tazama video hii hadi mwisho. Kwanza kabisa, hatua ya kwanza ni kuweza kuelewa freelancing ni nini hasa. Unajua watu wengi wamekuwa wakidhani freelancing ni kuweza tu kujaza zile survey mtandaoni, ama kubofi ya matangazo. Huo ni utapeli, ama tunasema kupoteza muda. Freelancing ni kuweza kuuza ujuzi. Selling a skill basi unaweza kuelewa hivyo. Freelancing kwa ufupi kabisa ni ile hali ya kuuza tu ujuzi wako. Wewe ni mfanya biashara, unatoa huduma. Mteja ana tatizo, wewe unasuluhisha. Kwa hiyo sasa, swali la kwanza, usijiulize nitaanzaje, jiulize ninauza nini? Kama hauna kitu cha kuuza, hauna ujuzi wowote, hauna haki ya kuweza kuitwa freelancing. Freelancing sio omba omba. Freelancing ni biashara ya kubadilishana thamani kwa pesa. So ondoa zile fikra za pesa za bure. Pengine utaniuliza bro, mimi sina ujuzi wowote. Na hapa sasa ndipo unapokosea. Unajua kila mtu ana kitu. Freelancing ina makundi makuu matatu ya ujuzi ambao unaweza ukajifunza uh -huh. na ukafanyia kazi ndani ya wiki mbili hadi mwezi mmoja kuna ishu nzima za tech skills, isu za coding, web design zimekuwa zikilipa sana mtandaoni isipokuwa zimekuwa zikichukua muda, lakini pia creative skills, naongelea maswala ya graphic design, video editing, masuala ya kuandika copywriting, pia zipo hizo skills unaweza kujifunza. Service skills, masuala ya virtual assistance, kusaidia kujibu email, masuala data entry, transcribing, masuala kusikiliza sauti na kuandika. So jaribu kuchagua skills moja, usitake kuwa daktari, mwalimu na dereva kwa wakati mmoja. Ingia YouTube leo, andika how to start graphic design for beginner Jifunze skills hiyo, wiki mbili zinatosha kama utakuwa serious na huo ndio mtaji wako. Lakini sasa tatizo linakuja katika sehemu hii, nimejifunza tayari ku design. Sasa mteja sina wa kuweza kumwonyesha kazi zangu, nani ataweza kuniamini? Nikwambie tu siri ni hii, jaribu kutengeneza portfolio ya kufikiria Just simple a portfolio. Huhitaji mteja halisi ili kuwa na portfolio. Kama wewe ni graphic designer, jaribu kujipa kazi wewe mwenyewe, design logo tu ya kampuni ya kufikirika let's say, uh, kampuni asali, ama design post ya tamasha ambalo hata halipo. Jaribu kudesign kitu chochote cha ja kufikirika, ama andika dokumenti tano kuhusu teknolojia ama afya, kama wewe ni copywriter. Kusanya vizuri kazi zako, weka katika Google Drive ama Behance mteja akija mtumie linki hiyo. Kama ataona kazi nzuri, hatojali kama ulimfanyia Barack Obama ama ulimfanyia mjomba wako. Atakachojali Ushauri wangu kwako anza na soko la nyumbani, local market, kupitia social media. Jaribu kuchange bio yako ya Instagram ama Twitter, iweze kuongea kile ambacho unakifanya. Weka wazi. Mfano, andika pale katika bio. Na design logo kali kwa bei nafuu. Tafuta biashara ndogo ndogo Instagram na hizo platform nyingine, wauza nguo, wa migahawa. Watumie message DM direct. Habari, nimeona peji yenu naweza kuwadesignia poster tatu za bure ili basi muweze kung'aa zaidi na kuwafikia watu kwa urahisi na wakakueleweni. Waka ukifanya hizo tatu za bure, basi kazi ya nne, kama wataweza kupenda walichokifanya, watakupatia kwa malipo. So jenga katika hizi local market, watu wa kuamini, chukua uzoefu, ndipo uingie katika Upwork na Fiverr. Je, unahitaji laptop kubwa kuweza kuanza? No, sio lazima hiyo simu yako, smartphone yako, simu janja inatosha kuweza kuanza, kwa kazi nyingi hizo ishu za graphics, Maswala ya kuandika kutumia Google Docs, social media management, kutumia Canva simu inatosha. Laptop ni nyongeza nzuri kama utakuwa una hela lakini simu yako inatosha. Isiwe sababu kukosa vifaa. Ishwa malipo, watu wamekuwa kihofia, vipi nitaweza kupokea hela, nitalipwaje? Let's say unafanya kazi na Wabongo, M-Pesa, Tigo Pesa sasa hivi inamaliza kila kitu. Kama unafanya kazi hapo Upwork, Fiverr, jaribu kufungua account ya PayPal ama Payoneer, sasa hivi tulipo pesa inatoka huko ilipo kuja katika mpesa yako kwa sekunde chache tu, so usiogope katika issue nzima ya malipo. So yule mwenzetu ambaye ameweza ku comment umeweza kuweka maoni yako katika video zilizopita huko nyuma, usiseme tena sijui pa kuanzia. Pa kuanzia ni hapa. Jaribu kuchagua ujuzi wako mmoja leo, jifunze kama hauna ujuzi huo kama YouTube, ama nunua kozi Udemy, jifunze wiki mbili tatu, jenga huo ujuzi wako, tengeneza kazi tatu let's say za mfano, weka katika social media yako na anza kutaf, kutafuta wateja. Freelancing inahitaji nidhamu. Hakuna bosi ambaye atakusimamia. Wewe mwenyewe ndio bosi, wewe mwenyewe ndio mfanyakazi. Kama umeamua kuanza leo, naomba niambia katika sehemu ya comment hapo, "naanza", comment neno hilo, na jaribu kunitajia ujuzi ambao umechagua leo utakaoanza nao, let's say pengine graphics, na mimi nitaweza kupitia komenti yako na kukupatia moyo. Jina langu ni Mohamed Hafidh. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine katika video ijayo. Asante.